Niliwaambia Kristina Mwagara jana akija vibaya atatulaumu. Kawaida yetu sisi mechi mbili za mwisho huwa tunakata, tunafunua unyao. Bafunika, bafunua. ba Unavyokuja ndio unavyopokelewa. Kwa hiyo huwezi kuwa unacheza na timu kama Azam FC watu wanakudai. Alafu umekuja uelewi unakujaje? Unakuja saa 11 jioni siku moja kabla ya mechi. What do you expect, my friend? Ndio kama hivi. Next. Kristina, yes, nimesikia huko wavyeleweki huko ngoba ngumu watu swaumu wanafunga asubuhi, mchana, jioni. Sasa kwa nini watu waseme kwao wasiseme kwetu sisi Azam FC? <laughs> <laughs> Team nyingi zimegoma, zimekaza leo, zimesema hatuchezi mpaka tulipwe. <laughs> ila timu ambazo zime kwamba ukipanda mbegu mbili kwetu utaokota nne utazoa nne ukifika wakati wa kuvua. Kwa hiyo sisi ni miongoni mwa timu mbili tu ambazo kwenye raundi hii zimefunga magoli matano, we are very proud of our team kwa sababu tuna muda mrefu hatujacheza, lakini alhamdulillah tumerejea leo uwanjani tumekuwa kwenye wakati bora, tunajipanga. Tarehe 21 timu itaanza safari, Mungu akipenda, kuelekea Babati, na tutacheza mechi yetu nafikiri tarehe 20, sorry. Alafu tarehe 22 tuna mchezo ambao tunacheza dhidi ya Fountain Gate. Huo ni wa kufunga ziara kwa msimu huu. Sasa kama huyu kachukua tano, na kawaida mechi yetu ya mwisho wa msimu ambazo tumecheza hapa Chamazi, watu wamechukua nyingi nyingi. Waombeeni dua dua, Fountain Fountain Gate, Fountain Gate, naenda kwao, waombeeni dua Fountain Gate takavyokwenda tuko aggressive sana nawambia, ni kitu na hapa kwenye hii timu ya leo mjaona kitu. Hii ni timu ambayo mmezoea kuiona, kuna rishafu kidogo inafanyika, alafu takuwa na wakati ambao kila mtu anatamani kuona. Wewe, What is this kitambaa my friend? How how, many how many trophies do you have so far? Three. Come. Ah, oh, no, no, no, come now. You you tell us the the secret behind this. Ah. <laughs> Is it juju stuff? No. Nah. Anything to do with the nah. other farmers? Oh, you're no, just, just proud. Just proud of me, uh, represent my country, you know. Uh -huh. It's a blessing, you know. So now I'm happy. That's why I'm showing everywhere I go. Okay. Mm. Again. Fountain Gate? Again. Three. nyingine anaenda kuchukua pale. Unasema kwamba kuna kitu kinapikwa ndio ndio hiyo ea Aa, sisi tuna vitu vyetu tunapika kama timu. Kwani sisi tulienda Champions League na Dabo? Eh. Baada ya hapo tukafanya reshuffle kwa Rashid Tausi. Eh. Na amefanya kazi nzuri tangu amekuja, timu kaikuta katikati yeye andala, lakini we are flying high. Uh-huh. Ah, angalau kwenye misimu mitatu iliyopita tumefika alama 60. Msimu uliopita tulifika alama 69, msimu huu mpaka sasa hivi tuna alama 60 plus, si ndio? Kwa hiyo maana yake tuna alama 60. Tukishinda mechi mshana tunakuwa na 63. Bado sio mbaya, itakuwa labda pengine pungufu ya alama 6 kutoka mechi iliyopita. Kwa mimi kwa msimu uliopita. Ah, okay. Kwa hiyo anatengeneza bomu lake Rashid, okay. Kwamba Tausi wakiwauliza wa, wa, kwa waambie mimi ndo nimewamegea hiyo. Kuna rishafu ya ya ya, Ibenge ambayo Ah, ah, sijasema rishafu ya Ibenge, nimesema timu, kwa sababu timu sio kocha tu, wala timu sio wachezaji tu wala team sio viongozi tu. Hiyo taarifa za Ibenge na mimi nazisikia kama mnavyozisikia nyinyi jameni eh. na e, e, ha, na Babu Zaka amesema jana kama kila kocha anayekuja amesajiliwa na Rulani na pia alikuwepo hapa eh, hata, hata, hata, hata, hata, hata, hata Ibenge mwanafamilia wa Al Hilali, wanakaa hapa kwenye hizi cottage hizi za wachezaji, wana train hapa wana train kule samaki hapo kwanza nicheke safi, safi. Kuhusishwa na Ibenge ni kila jambo la kujivunia, kila mtu anahisi kwamba ni kitu kizuri hmm. Uh, kwa sababu timu ya daraja letu linaweza ku afford timu, mini kocha uh, wa daraja lile, ni jambo zuri kwa kweli. Yani sisi tunasikia raha sana, lakini taarifa rasmi ni kwamba tarehe moja mwezi wa saba kuna dubwasha moja tunalio leo. Mmeona ile muda wa kutetemeka kishindo ile tumetengeneza wenyewe kwa AI eh, muda wa kutetemeka kwa vishindo tunakata. Babu zako anasema kashafika kocha <tune> hmm? muda utazungumza kwa kweli, nyevu ten subira kidogo tu. Sisi Ibenge sisi tunaweza kuleta Guardiola Ibenge, bwana sisi tunaweza kuleta Guardiola nchi hii, Carlo Ancelotti don Carlo. Maurizio Sari, Di Matteo, kocha yoyote duniani anaweza kucheza hapa akawa mwalimu hapa, za Complex Chamazi jamani, tarehe moja, dude kubwa